Uongozi ni wito na bunge ni keki ya taifa naona tulowachagua sasa navuka mipaka mi nikirudi jimboni sito salimia kwa honi za kuwa nanyi muda wote so muda wa kampeni amini nawambieni amtoka mkajutia fanyeni makosa yote msikose kunichagua mbili ishirini na tano nami nitatangaza nia sulize chama gani la ubunge nitagombea wasaka tongezangu najua mnanaminia kinipa tu nafasi vijana tunatusua nitafanya mapinduzi kama yale ya TANU mbili wai niwe mbunge wenu, cha kwanza ni mzalendo, ninampenda kila mtu stando. Cha pili sina stendo na ni kipenzi cha watu. Nikikosea sitoapinga nitoarusu mnikosoe. Mara nasikia minong'ono, eti tatua kwa mboe, si mnajua maendeleo ya chagui chama. Naomba mniunge mkono, hata nikenda cha umma. Nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu kama unampenda mshomari, kama unamkubali piga miruzi kwa